Katika Kahawa Festival ya mwaka 2025 shirika la Posta Tanzania limekuja kama msafirishaji rasmi wa maonyesho haya au wa tamasha hili. Kwa hiyo shirika la Posta tunahakikisha kwamba mkulima anapata huduma mahususi ya usafirishaji wa mazao yake kuanzia shambani kwenda kiwandani, lakini vile vile bidhaa ya kahawa kutoka kiwandani kwenda kwa mtumiaji tunaiwezesha, tuna iweze kumfikia mtumiaji pale alipo. Kama ambavyo mtakuwa mnafahamu kwamba shirika la Posta ni shirika ambalo lina network kubwa sana ya ofisi, lakini network kubwa sana ya usafirishaji. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ni kwamba haya mazao ya wakulima hawa wanaojihusisha na huu mnyororo wa zao la kahawa, tunahakikisha kwamba yanatoka pale kuanzia kwenye uzalishaji shambani mpaka kumfikia mtumiaji, aidha awe nyumbani au awe sokoni, awe ofisini kwake. Inaweza kumfikia bidhaa hii katika ubora wake ule ule ambao anatakiwa kuufikia kama ambavyo anakuwa na mpango wa kuinunua. Sasa hivi shirika la Posta limejiengage kwenye hizi bidhaa za mtandao, ambapo tumeanzisha duka mtandaoni ambalo linaitwa Kipepeo. Kipepeo ni duka la mtandao ambalo tumeliunganisha na nchi zaidi ya 192 dunia nzima, ambazo nchi hizo 192 ni wanachama wa Umoja wa Posta Duniani. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba anayejiunga na duka la Kipepeo basi anaweza kuuza, kuuza bidhaa zake katika nchi zote 192. Kwa hiyo hapa tunamwambia mkulima wa kahawa kwamba, au mfanyabiashara wa kahawa kwamba sisi kama shirika la Posta Tanzania tutahakikisha bidhaa yake inawafikia wateja wote ndani na nje ya nchi.